Mfululizo usiovunjika: waaminifu wachache, lakini wenye ushindi wa milele. Kila kizazi kumekuwa na giza lake, ziaka zake na uasi wake, lakini katikati ya giza na uasi huo, bado wapo waaminifu wachache ambao huwa wanamwamini Mungu, na kamwe Mungu hajawahi kukosa watu wa daizani hiyo wale wanamchagua yeye kuliko dunia, uaminifu kuliko la, na uzima wa milele kuliko furaha ya muda kitambo. Huu ndio mfululizo wa waaminifu usiovunjika. Na swali langu kwako ni kwamba, wewe utakuwa sehemu yake? Pambano kuu lililoanza mbinguni, Lusifa akaanguka na tangu hapo dunia ikaingia gizani, Adamu na Hawa wakaasi. Lakini Mungu hakujiondoa, aliweka tumaini la uzao wa mwanamke atakayemponda nyoka. Ingawa wengi walimkataa Mungu, daima kulikuwa na mstari wa waaminifu wa wachache waliomkubali na kuchagua kumtii Mungu kwa gharama yoyote, hata kama iliwahitaji kufanya hivyo kwa gharama ya kifo. Seti alisimama. Enoki alitembea na Mungu kwa muda wa miaka mia tatu. Nuhu akahubiri kwa miaka mia na ishirini, alijenga safina katikati ya ziaka za watu wengi wa kipindi chake, na ulimwengu wote ukaangamia, lakini waaminifu wachache walinusulika katika zama hiyo ya safina na garika ambalo Bwana alilileta duniani kwa sababu ya uovu ya watu wa kipindi cha Nuhu. Na huu ndio ushuhuda wa kwanza wa mfululizo usiovunjika. Baada ya garika, Babeli ikaashiria uasi mpya, lakini Mungu akamwita Abrahamu, baba mwaminifu, baba wa imani. Aliondoka kwa imani bila kujua anakokwenda, kupitia kwake taifa la Israeli likaumbwa, taifa lililokusudiwa kuwa nuru kwa mataifa. Japokuwa mara nyingi walianguka, Mungu wa hakuwahi kuacha kuwatunzia mabaki ya waaminifu wake, manabii walioteswa, mashujaa wa imani waliokataliwa na mashahidi waliotoa maisha yao kwa ajili ya Yesu na Kristo. Katika kila kizazi, mfululizo huu unaendelea, hautakoma na haujawahi kukatika. Na wakati ulipotimia, Yesu mwenyewe akaja. Yeye ndiye mwaminifu mkuu, mfano kamili wa uaminifu usiokoma. Wanafunzi wake walifuata nyao zake. Wengi waliteswa, wengine wakauawa kwa ajili ya jina lake, lakini damu yao ikawa mbegu ya Injili, na karne baada ya karne kanisa liliendelea kuzaa mashahidi waliokataa walio kuabudu sanamu, waliokataa kupindisha ukweli, waliokubali kifo kuliko kukana imani. Ndiyo maana leo tunaposema mfululizo wa waaminifu, tunaona mstari wa damu, wa machozi na wa ushahidi Ni kwako wewe, unanisikiliza na sasa. Enzi yetu imefika, dunia hii imejaa uasi, tamaa na ziaka, kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Lakini bado Mungu anaita watu wachache waaminifu, watakaosimama kwa ajili ya jina lake. Yesu alisema lango ni finyu na njia ni nyembamba iendayo uzimani, na ni wachache watakayoiona. Swali ni hili. Je, wewe utakuwa kati ya hawa wachache? Rafiki yangu hauwezi kuvunja mfululizo huu wa waaminifu. Unaweza tu kuamua kama utakuwa sehemu yao au la.